Mambo haya mwaka 2018 rais haupo, mkoa huu mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya haupo, inawezekana na viongozi wote hamkwepo, lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo, ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. Alianza kutuambia hapa kwanza, nidhamu ya ovyo tu, eti nilikuwa na date nesi na, na mganga mkuu, kwa hiyo akawa ananichukia kwa, kwa sababu tuna date msichana mmoja. Sawa, inawezekana. Hatu, hatuna tatizo na hilo la pili, tabia mbaya, kujibu magonjwa, majibu mabaya, kauli mbaya, lakini kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji, the same same scenario. Utakuja useme huyu dada akusingizie wewe kwa ajili ya nini? Sawa, hatua tutazichukua. Lakini la pili la pili, mheshimiwa mkuu wa wilaya bado pia anaendelea kukushukuru na mkurugenzi lilitokea pia tukio hapa kwenye hospitali hapa hapa ya wilaya. Ilitokea mgonjwa mmoja, anaitwa Jafari Hamisi Juma, mwezi wa kumi tu, tarehe nane ya mwezi wa kumi, yule mgonjwa msikia akaja hapo hospitali saa kumi na moja alfajiri. Alipofika alipofika, huyo Juma Juma ni mzee, ana kijana wake anaitwa Jafari Juma. Huyo mzee alimleta mwanaye hapo hospitali Akafika akapokelewa weza ni, ni, ni, ni emergency, lakini wakumwaroketi kwenda wodin huko. Muuguzi wa wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuwepo, wakagonga sana, kwa maelezo ya ile mzee. Bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu akagonga sana mlango ule, baadaye ikaenda ikaonekana huyu mama hakuwepo, akapigiwa simu huko alikokuwa akaja akaja amekasirika kweli, kweli. Alipokuja anasema, nyie washenzi, ndio mnayosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu nyie, na siwahudumii sasa, nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamwomba radhi kama wamekosea, tunaomba utusamehe, ni kuto kujua. Asema, nimewaambia nendeni popote, sitawahudumia Akakata kata kata, wakarudi kule, sijui nini kiliendelea, lakini akaweka msimamo na hakuna chochote kiliendelea. Huyu baba akaona mwanaye asije akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani, yule kijana akafa. Nesi huyo au ni muuguzi yupo ofisini pale, mkurugenzi, not fair. Umefanya kazi yako nzuri, kwamba umeandika kwenye baraza la nani la wauguzi, haitoshi. Mwezi huu wa pili, msimamishe leo tena, chini ya polisi. Huyu mtu amekufa, hana nani, atamtetea huyu? Na hatuna namna ya kumtetea, lakini haya yote yanafanyika, yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu haupo hapa, hebu usimame, ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya, haya yote huwa uyajui wewe? Haya, ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa. Sio, sio, sio kamati ya kitaalamu, ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha, uweze unaficha au ni uzembe au huto kuto kujali oteba, lakini kamati we mwenyewe unaishangaa kweli ni wewe uliyoiunda ikatuletea taarifa ya uongo mganga. Mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive report ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati lakini ulidharau au ni uzembe. Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI, mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa, asimame kazi. Kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yani iwe comment kabisa bolded. Kwa makosa haya aliyonayo nayo, mkurugenzi hapa, sijui kama ana mamlaka au ni ras, msimamishe huyo mtu kazi, mganga mkuu. Lete mganga mkuu mfawizi hapa, DMO hapa, akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye, kwa sababu haya mambo, huyu bwana yupo hapa Huyu mtu amekuja amekufa, ametuondia tume ya uongo, uongo, uongo na kweli. Uongo tu. Ameletewa ripoti yake akakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rasmi. Tofauti inasema ile kamati hakuna ilichofanya. Lakini hakuna mtaalamu aliyemweka. Huyo nesi, wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati afsarishe sijui nani. Wote msimame kazi. Mganga mkuu leo leo. Lete DMO hapa akaimu nafasi. Hata hapo hapo tafuta madaktari swap. Wapo wenye nidhamu na adabu hata pale mkoani, lete mtu akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale aje akaimu hapa kwa sababu sasa hawa mambo tu yafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa fsini wodini, huyu anasema siku TB naenda popote, maanake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa asimame nione atakaye kuja kuniuliza mambo gani. Sasa tufanyeje, hawa wananchi waende wapi? huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja hiyo yu. Hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua hoteva mgonjwa si mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike. Yule ahojiwe kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa, ahojiwe seriously, kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha huyu na mgonjwa?